No, mtazamaji, tunaarifiwa kwamba ni afueni kwa maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma nchini baada ya wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo hivyo kusitisha mgomo wao wa siku 49. Wahadhiri na, na wafanyakazi hao wamekubali kulipwa shilingi bilioni 7.9 wanazodai kwa awamu mbili, huku ya kwanza ikianza kulipwa mwaka huu. Wili Lusige na taarifa zaidi. Baada ya wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma kote nchini kusisitiza kuwa hawatasitisha mgomo wao wa kushinikiza serikali kuwalipa baki ya nyongezo ya mishahara yao ya shilingi bilioni 7.9 kulingana na makubaliano ya mwaka 2017 na mwaka 2021, serikali imesalimu amri baada ya siku 49, za mgomo Serikali na miungano ya Uwasu na Kuhusu iliowakilisha wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma walisaini makubaliano hayo ya malipo kwa awamu mbili. Kenya shillings 3.8 billion in November, but not serikali imesema tayari imewalipa wahadhiri shilingi milioni 200 na itatimiza ahadi ya kulipa salio lililobakia huku ikiahidi kuanza mara moja mazungumzo ya nyongezo ya mishahara ya mwaka 2025 mwaka 2029. We are going to have an interministerial CBA implementation team. So to no 2030. Kando na malipo hayo, barua zote za onyo na adhabu zilizotolewa kwa wahadhiri na wafanyikazi waliokuwa wamesusia kazi, kazi zitaondolewa mara moja. All Wizara ya elimu imesema masomo yatarejelewa Jumatatu. They will rearrange their programs and their calendar to ensure that the students will recover the time they've lost without it uh, being a stress on the students or at any extra cost. Mgomo huu ulikuwa umeathiri vyuo vikuu vyote vya umma arobaini na viwili baadhi vikiwa tayari vimewarudisha wanafunzi nyumbani. Machi yote sasa yanalenga kuona ikiwa serikali itatimiza ahadi yake kwamba hakutashuhudiwa mgomo kama huu katika siku za usoni kwa kuwa imeweka mikakati ya kutosha. Willy Lusige, runinga ya Citizen, jumba la Jogoo, Nairobi.